Ukiambiwa nenda ukasaje, unakimbia ukiambiwa funga ufuni. Sasa zile amali zako za heri, zile swala zako ulizosali, zile saumu zako, zile sadaka zako, ni kidogo kiasi kile, ambazo haziwezi wewe kukusaidia na chochote. La yusbinu wala yukulilicu, haziwezi hata kumsaidia mwenye ja mimi na wewe tuna haki pia ya kujiuliza: je, amali zako nzuri zaweza kukuokoa na siku ambayo Allah tabaraka wa taala naesinga katika Qur'ani, akisema: yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih, li kulli imrin minhum yauma shau Lakini kama kumkimbia ndugu yako haitoshi, wa ummihi wa, wa abihi, na mtu amkimbie babake, mtu amkimbie mamake, wa sahibatihi wa banihi, basi ukasema, labda kumkimbia mama yawezekana kwa maisha ya leo, lakini wa sahibatihi, lakini wa banihi, lakini